Kuna haya mambo ambayo nimekutana nayo sana tunapokuwa tunatoa na kujadiliana na vijana kuhusiana na swala zima la mahusiano na maandalizi ya ndoa na vitu vingine kama hivyo. Kuna haya makosa ambayo yananihuzunisha sana na yamekuwa sababu ya maumivu kwa vijana wengi sana kwenye mahusiano yao na hata katika ndoa ambazo wanaenda kuzingia. Jambo la kwanza ni kupuuzia yale mambo ya hatari ambayo yanajitokeza kwenye mahusiano. Kwa mfano, unakuta ni kijana au ni binti, anaona kabisa kwenye huyu mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano kuna tabia hii, kuna tabia ABCD siwezani nazo kabisa, lakini anaendelea na yale mahusiano akiwa na matumaini, pengine huko mbele ya safari yatabadilika au tukioana nikisha kuwa mume au nikiwa mke atabadilika. Anakuwa na matumaini hayo kwamba ah, hii mbona itabadilishika tu. Kwa hiyo anajikuta kama vile anajipofusha macho, anaendeleza mahusiano, hata anaingia kwenye ndoa akiwa kabisa anajua kuna vitu fulani ambavyo siwezi kuvimumilia kwa huyu mtu. Hichi ni kitu cha hatari sana, wapendwa, na mara nyingi sana vimeumiza watu wengi sana. Usije ukajaribu kuvumilia kitu ambacho unaona akina manufaa. Mimi nataka kusema namna hii ya kwamba pale ambako unaona dalili ambayo huwezi kuivumilia, najua hakuna aliyemkamilifu duniani, hakuna aliyemkamilifu. Kila mtu ana madhaifu yake, lakini huwa tunachukuliana madhaifu yetu. Unapomkubali mtu na kuenda naye na kujiandaa naye kuingia kwenye ndoa yale madhaifu yake uwe unaweza kuyabeba. Ukishaona kuna dhaifu ambalo huwezi kulibeba sikubali kuendeleza ya mahusiano, kwa sababu hilo linaweza likaja kukujeruhi. Hatuwezi kujua uko mbele ya safari kama litabadilika, pengine inaweza ikawa mbaya zaidi, hatuwezi kujua, lakini tunamwamini Mungu ambaye anaweza kumbadilisha, sawa, ila tusiwe tusijiweke, yani tusijitoe, tusiwe, tusiwe sadaka kwa kiwango hicho. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni kuamini kwa eh, ya kwamba tuna uwezo wa kumbadilisha. Anakuwa na imani ya kwamba wewe utambadilisha. Hmm. Atapambana yani, atabadilika tu yani, kwa unaanza kuchonga mtu unachonga mtu. Ni kweli tunachonga watu, tunachonga wafanya kazi mpendwa, tukiona hafai tunamfukuza kazi. Tunachonga labda watu kwenye taaluma na vipawa, tukiona hawafai tunawafukuza. Lakini hatuchongi watu kwenye mahusiano. Usijaribu kuchonga mtu kwenye mahusiano. Ukishaona hichi kitu bwana ukiwezi wewe embu jitahidi tu kuepukana nacho kabisa mapema ili usije kujiingiza mahali kwenye mtihani ambao ni mzito na ambao utakuja kugharimu kwenye maisha yako. Lakini tabia ya tatu ni kuamini maneno ya mtu ile kuamini maneno ya mtu anakuahidi ya kwamba nitabadilika, kambia bwana, hichi kitu bwana, mimi sikipendi nitabadilika. Kwao unaishi ukiwa unaitegemea ile ahadi ya kwamba atabadilika. Kwa hiyo unaingia naye kwenye ndoa then unaendelea kumuuliza vipi, atakwambia tu, nita, nitabadilika. Tena saa nyingine ashaingia kwenye ndoa huyu mtu eh, kama alishindwa tu kubadilika akiwa bado hajaingia kwenye ndoa, akishaingia kwenye ndoa pengine ndo inaweza mambo yakawa mabaya zaidi. Ile kuamini maneno yake anayokupa nita nita ni kitu ambacho ni kigumu sana, usijaribu kujiingiza kwenye mtego wa namna hiyo. Lakini mtego wa nne ambao ni mbaya zaidi ni mtu kubadilika kwa ajili yako Kweli, najua wapo ambao wanabadilika kweli na maisha yanaenda, na tumeshuhudia kweli wapo wanaobadilika na maisha yanaenda, lakini jichunge sana na mtu anayebadilika ili kukupata. Yani, anakubali kubadilika kuacha vitu fulani ili akupate. Usije ukasahau kuna taimu, huyu akishakupata anaweza akarudi kwenye njia yake aliyotokea, maana ashakupata. Nimerudia tena kusema kwamba kweli wapo ambao wanabadilika kweli, lakini jitahidi sana tena hasa kwa mabinti kuwa makini sana na kijana anayekubadilikia. Nazungumza na ninyi mabinti, kuwa makini sana na kijana anayebadilika kwa ajili yako, aliyeshindwa kubadilika kwa ajili ya mama yake, aliyeshindwa kubadilika kwa ajili ya baba yake, aliyeshindwa kubadilika kwa ajili ya Mungu wake, anakuja kukubadilikia wewe. Be careful na huyo mtu, atakuja kurudi alikotoka. Lakini pia tabia nyingine ya tano ambayo wengine ni, ni, tunaweza tukaenda nayo ni kuamini ya kwamba upendo pendo ndio kitu cha kukipa kipaumbele kwenye mahusiano, love. Kwa mtu anaona madhaifu mengi, hatari nyingi anaziona, anaona mabalaa mengi ya huyo mtu, anaona hana maadili, hana mwelekeo, hana nini, lakini ah, kwa sababu alishampenda basi nishampenda, nampenda sana. Kwao unaweka ule upendo pale, nampenda mimi hivyo anakuumiza, anakutesa, anakusaliti, anakufanyia nini, sio mume, sio mke, lakini tu umeuweka upendo pale mbele eh? Kwamba nampenda, ndo akili aisikite na wala huoni. Wazazi wanakuelekeza, wenzako wanakuelekeza, wachungaji wanakuelekeza, wenye hekima wanakuelekeza, jamani, huyu mtu kuwa naye makini, kwendo, kwanza, nampenda nanipenda. Kuna saa upendo unaweza ukafika mahali ukachoka na upendo utakapochoka ndio utakuja kuyaona yale ambayo watu wanakuambia. Kwa hiyo ni kweli kabisa tunahitaji kuwa na upendo, lakini usiutangulize mbele, alafu ukasahau kuangalia yale mambo mengine ya makini ambayo ndio ya muhimu sana katika ujenzi wa familia na mahusiano. Hivi ni vitu ambavyo vimekuwa vinaumiza wengi, na wengi wameingia kwenye majeraha kwa sababu walikuwa na mitazamo ya namna hii. Kwa hiyo ninafikiri jamii lazima tufikiri, lakini vijana lazima tufikiri namna ambavyo tunaweza kuwa makini sana tunapojenga mahusiano yetu, ili tusije tukajenga mahusiano kwa namna ambayo yanaweza yakatuletea majeraha. Mimi nakutakia kila la heri.